Usifikiri, do not think courage is absence of fear. Usifikiri kwamba ujasiri ni kukosa woga. Ujasiri ni kuikanyaga chini woga, upo ukaamua kuifuata hatima yako, hata kama imejaa miba na michongoma. Sio kwamba huogopi, unaogopa lakini unasema hivi: hatima yangu iko hapa, pamoja na linalotokea la kuogopesha, naamuru kuifuata hatima yangu. You follow your conviction, so courage is not the absence of fear. Hapana, namkumbuka Mandela. Mandela amepelekwa mahakamani, amekamatwa na makaburu Kesi imeenda, imeenda, imeenda, imeenda, imeenda mpaka siku ya mwisho, dalili zote zinaonyesha kwamba atanyongwa. Kwa kesi ilipokuwa imekaa ilipofika ushahidi zinamalizika, siku ya hukumu akaambiwa sasa, jitetee. Akaambiwa jitetee, akasema hivi, akasema mimi napenda utawala wa haki nafurahi sana kuona weusi hawabagui wazungu na wazungu hawabagui weusi. Napenda utawala wa haki, na kwa sababu hiyo ndiyo maana nashtakiwa kwa mambo nayoshtakiwa nayo. Lakini Mheshimiwa hakimu, ni mko tayari nimejiandaa kufa Kasema, on this case I am prepared to die. Hajajieleza, anasema nimejiandaa kufa, nimejiandaa kuyafia niliyoamua kuyapambania, nimejiandaa kuyafia kule kijijini kwangu niko zaliwa, si hii vijiji vingine siui Kigoma mnafanyaje au Ruvuma. Kijijini kwangu niko zaliwa, kukiwa na tukio kwenye kijiji, kuna kijana wa kijiji anaitwa kaka mkuu wa kijiji, ndio kaka naye heshimiwa, anapata mila zote, anachukua pembe, anakwenda kupanda kwenye kichuguu juu, anapuliza pembe. Unaona hiyo pembe inapulizwa kwenye taifa ya habari, si bado ipo TBC abadisha saizi. Uh, sasa sasa hiyo pembe mtama la kwetu lile pembe sasa lile likipulizwa hilo saa mbili mbili, usiku wote mnatulia nyumbani, natulia inapulizwa, wote mnatulia, kijiji kizima kinakuwa kimya, hata mbwa habweki. Alafu huyu sasa amesema juu ya kichuguu, kuna kichuguu anachojua akipuliza, watasikia watu wote. Nasema ndugu zangu, na wataarifu, kuna matatizo yamepatikana, nyumba ya kwa fulani, yule mtoto wao mdogo fulani amefariki. Kesho utakwenda kwa mazishi. Sa msaa nne anahamia kichuguu kingine au kijiji kimevamiwa, ng'ombe zimeibiwa, majambazi wamekuja, inapigwa hiyo, hata wale ambao hawawezi. Wakasema sikiza, nikwambie. Siku moja mfalme Nebukadneza kwenye ufalme ule ule, yani alianza Nebukadneza, wakafata mpaka akafata Aswelo mfalme babu yao, akasema tu siku moja kwa Bwana, leo eh, ni siku ya kumheshimu mfalme Tunataka watu wote, itakapolia zeze na filimbi na zomari, watu wote wasujudie sanamu. Mtu atakayekataa kusujudia atatupwa ndani ya shimo la moto akiwa hai. Alafu wanajua kabisa po, hata hatasujudia, wanajua kabisa, wanajua baraka hataweza, wanamlenga. Ikaandaliwa sanamu, liko juu hivi Wakaitwa mbele jamani, siku ya kusujudia ikapulizwa zomali, <tri> watu wote wa chini ogopa kuuawa. Hawa hawainui hata kichwa, bwana nisije nikasemwa ni mimi. Vijana watatu wamesimama hivi. Watu wakamwambia mfalme, je, mfalme, samahani na wale vijana wanajua ni wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa, sio vijana hivi, wakuu wa mikoa, maliwali. Kuna wale vijana watatu wa Kiyahudi Shadrak, Meshak na Abednego, tena ni wageni kwenye mji, umewapa na nafasi kabisa ya utawala. Hawajaanguka, walikuwa wanategemewa. Asea mfalme, hawajaanguka. Hapana. Eh, wasogezwe hapa. Wakasogezwa mbele ya mfalme. Mfalme akaanza kuwaeleza kwamba hamjanielewa, akaanza kuwaelewesha kwamba sasa ikiwa hamjanielewa. Akiwa anaelezea, wakamkatiza wasebabu. Mfalme akiwa anaelezea anahisi kwamba hawa hawajui moto, akaanza kuwaelewesha kwamba najua ndugu zangu hamjanielewa. Ilikuwa kwamba sasa filimu itapigwa tena Anawapa chance nafasi ya pili, filimbi itapigwa tena, mwanguke eh. Wakamwambia mfalme, kwenye habari ya kuangua kuabudu sanamu, huna haja ya kurudia maelezo. Wakamwambia, huna haja ya kurudia maelezo, tumekuelewa sisi, hatutaabudu sanamu. Mungu tunayemtumikia atatuokoa na ule moto wako. Hawezi kutuokoa, tuko tayari wakasema, mfalme, tuko tayari kufa if need be. <coughs> Sasa hiyo ndio mbiu jamani, kesho tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili ndiyo tarehe ya mfalme hauswelo kwanza kuangamiza kuwaua kuwafisha, wazee na vijana, watoto wachanga na wanawake, na kuwanyang'anya mali zao. Wanasema hilo la mwisho limekuwa zuri, kesho siku ya kutajirika kwa kunyang'anya watu. Wameamriwa watulie, barua zikasambaa, mpaka ikaja kumfikia Modekai. Yuko tu analinda getini, akasoma walaka pale, Haman anapita pale naambia mjinga mkubwa tarehe 13 ndio saizi yako, ketini pale sasa. Baadaye Haman akasema huyu ndio aliyoleta h hii, hii, hii, hii, nimkomeshe ni kabisa bibi nasema. Akaenda nyumbani kwake akawaita rafiki zake, akawambia sasa roho yangu imetulia kwa sababu nimepata tarehe ya kumkomesha Mordekai. Utamfanyaje? Kwanza nataka nimsurubishe, nimtundike na wat, alipopata tarehe akaandaa na mti ya, wa kutundikia. Tarehe ya uhakika kabisa, tarehe haidanganyi. Ukipata tarehe imeshakuwa. Alipopata tarehe akaandaa na mti wa kumsurubishia Modekai, ukawekwa nyumbani. Tarehe ikipatikana basi, akaandaa na mti akaweka nyumbani kwake Mordekai akaambiwa, mtu wangu tarehe ndi imepatikana, tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili na Mordekai na Haman anasema wewe, kule Wayahudi wenzako watachinjwa, wewe unatundikwa juu ya msalabani. Kipindi kile unajua Yesu hajasurubishwa, leo tunasema unatundikwa kama Yesu tundikwa msalabani, kesho baada ya wiki hii unatundikwa msalabani. Halafu Haman anapita pale lakini pale modekai hainami pamoja na tarehe imeshaandikwa. Hainami yuo mtu. Mbona unapiga makofi? Unapigia makofi modekai? Hainami. Pamoja na tarehe imeshaandikwa anapita pale Haman, niambie wewe mjinga, utaona tu, wiki hii tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili ndio tarehe yako, mfalme tayari ameshaingia kuabudu mizimu, hakuna mtu wa kwenda kumwona, utajijua Biblia inasema Haman akaenda kula sikukuu na familia yake na ndugu zake na rafiki zake, ila mke wake Haman akawa anamtahadharisha Haman kwamba kama huyo Mordekai ni Myahudi hutamweza. Anawaza, kwani yeye ni nani? Tulishamuvuzisha wangapi? Aha, sasa Mordekai alipoona, si Mordekai ni mlinzi wa, wa, wa, kwa mfalme alipoona pale Akaona atafute namna ya kuongea na Ester, akamwandikia barua Ester. Modekai na Ester ni mtu na mjomba wake. Modekai alishafiwa na wazazi wake, anaishi, alikuwa anaishi kwa mjomba wake Modekai. Na alipotokea mashindano ya kwenda kugombea ule urembo, Ester alitokea kwa mjomba wake Modekai, akaenda kushindana mashindano heshima pala ulipotokea <laughs> Unaelewa eh? Alitokea pale akaenda kwa wapi, kwa Modekai akaenda kushinda, akawa na maisha mazuri. Sasa Modekai anamwandikia barua, mwanangu Ester, tumeandikiwa barua kwamba tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili mwaka wa kumi na mbili wa kumili kwa mfalme waswelo, wayahudi wote wanauawa, tusaidie. Sasa Esther akamjibu Modekai akamwambia kwamba mjomba unajua fika kwamba sasa hivi mfalme alishakwenda kuabudu mizimu. Mimi sina namna yote ya kuwasaidia mjomba. Kwa kweli, msiniingize kwenye matatizo. Samahani sana, mjomba, naomba mnisamehe, sina namna. Wasalamu, Esta Hauswelo. Mordekai alipoisoma Esta kajibu hivi, amesahau nilivyo mshauri akagombee. Amesahau Modekari kasema, namwandikia barua nyingine. Kamwandikia barua nyingine kali kidogo, kamwambia halo, Ester, usipo waokoa Wayahudi kwa sasa hivi, Mungu atatuokoa kwa njia nyingine, lakini wewe wewe, lakini wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe na nyumba yako mtaangamia. Sasa nyumba anayoisema ni ipi? Tutafakari kidogo eh, nyumba anayoisema ni ipi? Kwa sababu kwa Mordekai ndiko alikotokea ndio, wala nao wakataa kufanya nini? Kuwaokoa. Sasa nyumba yake nipi? kwa Oswell akamwambia, bunduki hili likipiga huwa linatema moshi kwa nyuma, yaani ngoma hii ikikataa itarudi kwa mfalme. <laughs> maana yake Mordekai anamwambia kwamba ngoma hii kigoma itarudi kwa mfalme. Akamwambia, dear Esther, usipowaokoa Wayahudi sasa hivi Mungu atawaokoa kwa njia nyingine, lakini wewe na nyumba yako mtaangamizwa. Ila nani ajuae kwamba wewe ulifanyika kuwa mke wa mfalme kwa ajili ya saa kama hii? <apples> nani ajuae? Ma malengo yote, yaani process yote ya ulembo ulioshinda, ilikuwa kwa ajili ya saa kama hii. Nani ajuae? kila sehemu ulipo umewekwa kwa ajili ya saa fulani. Narudia tena, kila sehemu uliyopo umewekwa kwa ajili ya saa fulani. Wengine kwa ajili ya saa ya ujenzi, wengine kwa ajili ya saa ya kuomba. Kila mtu sehemu uliopo ni kwa ajili ya saa fulani. Sasa kama hujui umewekwa pale kwa ajili ya saa fulani, muda ukipita hasara kubwa kwa sababu lile kusudi ambalo mungu amekuwekea hapo linapita kuna mwingine anafanya kazi hotelini ii tu wageni watumishi wa mungu wakija unawakaribisha hotelini pale wanakwenda pale unapunguzia vyumba wanalala vizuri wachungaji na wewe mungu amekuweka hivyo tu mwingine amekuweka mahala fulani kwa ajili ya kuwakarimu watu kabisa kabisa kuna wakati uko mahali umewekwa kwa ajili ya kusudi fulani alafu baadaye hukupatumia sawa sawa na kusudi ukatolewa nawaza uya nilikuwaga kabisa nani ningekuwaga, nilifanya hivi. Kila sehemu uliyopata, kama ni ndogo, Mungu amekuweka kwa ajili ya kitu fulani, na ukikishika kile kitu unadumu hapo. Sasa Modekali kamwambia hivyo Esta, ikakiriki mjomba eh, lakini kaandika barua kali. Basi Esta akasema, mjomba, nimekuelewa basi. Tufanye hivi mjomba, nimeamua mimi na watumishi wangu tutafunga siku tatu, na Wayahudi wengine kuwe waambie na wenyewe wafunge. Siku ngapi? Siku tatu. Baada ya kuwa tumemaliza kufunga siku tatu, hatutasubiri hatuta sauti hatutasubiri sauti kwamba eti niongozwe na Roho Mtakatifu au vipi? Nikimaliza kufunga, kwa sababu siku zilikuwa zimekaribia, imebaki kama wiki moja. Baada ya kumaliza kufunga siku tatu, mimi nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kama nikiangamia, basi niangamie. Watu wengi wakifika hatua hiyo, Mungu huwa anawashika mkono. Ukifika hatua hiyo Mungu anakushika mkono. Bwana, mimi nitafunga siku tatu, tamlilia Bwana, kwa sababu najua kuangamia kwa Wayahudi siyo mapenzi ya Mungu, kwa sababu hata Yesu alikuwa hajazaliwa na Yesu alikuja kuzaliwa baadaye kwa Wayahudi. Yohana, mtu wa kuandaa njia ya Yesu, alizaliwa kwa Wayahudi. wangeangamia wote, tusingekuwa na Yesu. Kwa hiyo akasema Ester, mimi nitafunga siku tatu, baadaye nitamvamia mfalme kinyume cha taratibu, kama kufa nife, potelea mbali. Wangapi wanaweza kusema maneno hayo kwenye maisha yao? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.